Vibaya hatumtendei haki mwenyewe, mshuma mshuma mwenye jina mwenyewe Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa sababu muda ni mchache, ni aibu mpaka leo bendera ya taifa, picha ya mheshimiwa rais kuambia shuleni wanunue, pelekeni na inawezekana, hatuhitaji malaika Gabrieli. Jambo la pili, upande wa TARURA. Mheshimiwa mwenyekiti, naishukuru serikali kwa kusikiliza bunge kuongeza bajeti kwa miaka minne mfululizo, lakini bajeti hizo zinakwenda Mheshimiwa mwenyekiti, jimbo la Nkasi Kaskazini, robo tatu ya barabara zake ziko chini ya TARURA. Pamoja na kuongezeka kwa bajeti, hebu angalieni maeneo yaliyoathirika zaidi muyape kipaumbele au kuwe na program maalum ya kuweza kumaliza hizo changamoto. Mheshimiwa mwenyekiti, wakati nazungumza hapa mwaka jana niliwaambia kuna kinani kivuko kimoja ambacho kimekuwa kinapelekea vifo vingi vya wanafunzi. Nikawaambia mnasubiri mpaka nani afe mchukue maamuzi. Nashukuru mmetewa fedha kidogo, ile barabara haijakamilika. Hatutaki tena watoto wetu waendelee kufa pale. Hatujue wale wanafunzi watakuwa nani kesho, tuheshimu ndoto zao, tuweze kujenga hicho kivuko kati ya kata ya Isunta na kata ya Namanyele, tuweze kumaliza kwa wakati. Jambo lingine, natambua uwekezaji ambao umefanyika kwenye wizara hii, upande wa elimu, lakini upande wa sekta ya afya, lakini ushauri wangu uwekezaji huo uendane na huduma zinazotolewa, sio majengo yabaki kuwa sifa ya majengo, huduma hizo zitolewe kulingana na uwekezaji uliofanyika. Jambo lingine, mheshimiwa mwenyekiti, upande wa elimu, upande wa elimu tuangalie sana, kuna mikoa ambayo ilikuwa nyuma kielimu, lengo keki ya taifa tuigawanye kote, kwa maeneo yale mengine yapewe kipaumbele zaidi. Jambo lingine, mheshimiwa mwenyekiti, ni uchaguzi wa serikali za mitaa tulitumia bilioni mia mbili hamsini na nne fedha kutumia sio jambo baya. Nini kinienda kufanyika, Mheshimiwa Mwenyekiti? Mheshimiwa Mchengelo ameshafanya kazi kwenye wizara hizo nyingine vizuri kabisa, na hata wizara ya TAMISEMI maeneo mengine, na usimamizi vizuri kabisa. Kwenye eneo la uchaguzi wa serikali za mitaa, mimi ni Mkristo Mkatoliki, ukweli utaniweka huru, mambo yalifanyika ya hovyo kabisa mwaka jana kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa kuanzia mwanzo kwenye kuwaingua wagombea. Haiwezekani tena, mnaondoa mambo ambayo hayapo kisheria wala kikanuni. Mheshimiwa Waziri, wewe ni mwanasheria. Eti mnasema fomu moja, sehemu aliyojaza anajua kusoma Kiswahili, kwamba eti alipiga tiki sehemu ya pili kwamba anajua na Kiingereza, kwa alikosea kujaza fomu, hilo jambo linamuondoa mgombea. Naomba niwambie, amani tunayoimba amani ni tunda la haki, tusipoiandaa haki amani tutaimba haitaji kutumia mtutu wa bunduki. Mheshimiwa Rais ameanza vizuri, ametenda vizuri. yaliyotokea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, bado maumivu ya Watanzania ni makubwa, imani imepotea juu ya kulinda haki yao kwenye kura zao watakazopiga. Mimi naeleza hapa, naipenda nchi yangu. Niliwaambia wananchi wangu wasifanye fujo, sitaki wa ndugu zangu waumie wala wafe kwa ajili ya uchaguzi. Mheshimiwa mwenyekiti, kama kuna ajabu ilitokea, hata wale wachache waliotangazwa siku wanakwenda kuapishwa kwa hakimu, wanakutana na aliyeshindwa anasema, nimeagizwa na chama changu nije niape. Ni aibu ya taifa. Amani hii tunayoizungumza leo ilitengenezwa na kutengeneza kwake ni haki. Tendeni haki. Mheshimiwa Rais amefanya mambo yake mazuri, wasubiri wananchi waamue na haki za watu zilindwe, maamuzi yao yaheshimiwe. Hakuna mtu leo, mnayaona mambo yanazungumzwa hapo No reform, no election hayaji tu, ni mambo yamesababishwa na hayo maumivu ambayo watu wanazungumza. Kuna majibu yatolewe. Hakuna mtu ambaye anaweza kuvunja amani ya nchi. Tukivunja tunaenda wapi? Taifa ni la kwetu sote. Yaliyojitokeza yali kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, tusione aibu kwamba tulikosea. Tujisaishe, turudishe amani ya taifa letu, turudishe haki ya mpiga kula turudishe heshima ya mpiga kula. Viongozi wote wanatokana na maamuzi ya wananchi. Tukikosea leo, tunatengeneza taifa la namna gani? Tutasema sawa tumerudi. Na mimi Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli tunasema mambo yamefanyika, hata jimboni kwangu yamefanyika. Nataka nirudi kwa haki, wananchi waamue kwamba Aida tunakurudisha bungeni, sio kwa sababu fulani amesema a wananchi watakuwa na mbunge waliyemchagua, taarifa, diwani waliyemchagua, wanaweza kumkosoa kwa makosa anayofanya leo. Tukitumia mgongo wa nyuma, tukatumia mamlaka, amani hii tutaiubili, leo tunayoihubili leo, hatutatumia mtutu wa bunduki kuirudisha. Tutairudisha kwa kutenda haki, na haki ndiyo tunda la amani. Ndio ushauri wangu kwenye eneo hili bila hofu yoyote. Kama Mkristo nitawashauri tumetoka huko, na wote tuna dini humu ndani. Makosa yaliyofanyika tukubali, yalifanyika ni makosa. Tuilinde nchi yetu kwa kutenda haki, na haki ndio tunda la amani. Asante mheshimiwa mwenyekiti. Asante Mheshimiwa Aida kwa kuheshimu muda. Mheshimiwa Senga nilikuona, lakini uh, kwa kuzingatia changamoto ya muda nitaomba ni